Haya, mtazamaji tunaendelea kwenye episode ya saba. Karibu sana basi, hawa wawili wakawa wanaendelea kupiga gambe pale taratibu, huku stories zikiwa zinaendelea, lakini alijaribu kumwambia kitu kimoja, akamwambia haya maisha mazuri unayoniambia mimi hata siyafurahii, yani sio kitu cha akamwambia sikiliza, nikwambie. Pombe bana, iko kama mwanamke ukiwa taratibu, taratibu, unajaribu kuitumia mara kwa mara basi utajikuta unaanza kuingia. Sasa unamwambia sioni kwa nini unapoteza nguvu zako dhidi yangu. Wewe ni kama watu wengine tu. Ye, unajaribu kupata tu taarifa kutoka kwa. Sasa kumwambia lakini Master Fu kuna kitu ambacho mimi nakiona kwako. Yaani wewe kuna nguvu fulani hivi unazipoteza lakini hufanyi hivi hivi. Haijalishi wewe ni nani. Lakini kuna kitu unataka Akamwambia hata wewe sio Master Murong ni mzuri. Kwa hiyo wewe ni nani? Basi kijana naye akamuuliza, kwa hiyo na wewe ni nani? Sasa wote wanaulizana, wewe nani, huyu naye ananiuliza nani. Haya, tunarudi sasa hapa tunampata Chwinan akiwa ameingia katika kasri hilo, lakini sasa unajua askari katika ile eneo wako kila pahali Yaonesha kuna kitu fulani ambacho alikuwa anakusudia kukipata baada ya kuingia katika ile, lakini kafika wakati sasa, kila upande anaotaka kuelekea anaona kuna askari mwingine. Kidogo akapata msaada, mm, Master Murong akamvuta ndani. Inaonesha kama unanipenda. Najiuliza sana kwa nini mtu kama wewe mrembo kama wewe usienjoy maisha. Badala yake unachagua maisha magumu katika jangwa hapa. Ukiendelea kufanya kazi kwa siri. Hii bila shaka ni kwa sababu kuna mtu unamtafuta. Huyu ni dada yako Ma Fangling, akiwa na maanisha Miss Ma. Sasa kumbe huyu binti ana uhusiano na Miss Ma, yani ni mdogo and yenu aliwahi kuja na binti mdogo kwamba wa kwa sasa, baada ya kufanya makosa fulani miaka iliyopita, umekuwa ukifanya kazi kama spy chini ya baba yako kwa muda mrefu tena ukimlinda pia dada yako. Sasa nakuona. Uweze kumuua mtu ambaye anajua siri zao. Akamwambia sasa, watu ambao wanajua siri sasa, nawambia hata hivyo, mimi kitu ambacho kinanifanya mpaka sasa sijaamua kufichua siri yako ni kwa sababu naona unamsaidia dada. Basi nashukuru sana Miss Twina. Aliposogelea ule upanga ambao ulikuwa ni wa Master Fu Hongxue akawambia, tayari nimesha utazama huo upanga, hauna madhara. Ni upanga wa kawaida tu Pengine ni upanga wa kawaida katika macho yetu, lakini hautakuwa wa kawaida unaposhikwa na muhusika mwenyewe. kwa mba kwa bahati mbaya ni kwamba muhusika mwenyewe mwenye upanga hayupo karibu ta na upanga hauko naye pia. Kwa hiyo tumeshajua Chui Nan ni mdogo wa kambo wa bibie Misma. Wote hao ni watoto wa Marco Chu, Marco Chu ambaye sasa ni kaka wa kiapo wa Baiti ambaye ni baba yake na Fu Hongxue kwa maana nyingine, kama hawa ni ndugu <hie> eh, eh, ni ndugu kwa maana ya kwamba ukifika kwa Fu Hongxue hapa ambaye tunamwona gerezani eh, hii maana yake ni kwamba hawa. Hawa, kina Chui nani pamoja na Misimani, watoto wa baba mdogo, eh, ni watoto baba mdogo. Lakini baba mdogo alimuua baba. Sasa binti anaingia kwa kinyemela, anatoa rushwa kwa askari magereza na anafanikiwa kuingia ndani kwenda kuonana. Basi, na nimesikia unapewa tu nyanya za kuchemsha na viazi vya kuchemsha, leo nimekuletea chakula cha maana upate kuingia. Sasa namwambia, ile bangili inaonekana ni ya thamani. Binti akasema, mambo ya utajiri mali na kila kitu wala tukuzaliwa navyo, tutaviacha. Lakini hukuwa na haja ya kuingia gharama kwa ajili yangu. Sasa kuna namna ambavyo anamshika inamfanya Master fu kukumbuka ule usiku wakati alipokuwa amelala, kile alichokuwa nakiona yule mwanamke aliyemjia katika ndoto. Ama basi katika ile hali aliyokuwa nayo inakuwa kama huyu, jinsi ambavyo anamshika. Yule mtu alimwambia ako mengi unayohitaji kujifunza ukiwa hapa, nitakusaidia kukufundisha. Ndio anamtazama hivi, anahisi ni yeye, lakini binti ana kisu ambacho anakitoa taratibu kwenye mkanda wake. Basi hapa master akamuuliza wee, ni nani? Kamwambia mimi ni Chwina, mimi ni dansa katika kasri. Nafikiri kuna kikombe cha pombe ambacho mimi na wewe bado hatujakimaliza. Akaanza kumwambia hebu sikiliza, hivi jana usiku wewe ndo, ulikuwa ni wewe au ni nani? Akamwambia ule usiku mwambia ule usiku ni wewe, ulikuwa ni wewe Binti Chui Nana hakumjibu, lakini moyoni akasema, ah, ha, kumbe kuna mtu mwingine ambaye anaonyesha anataka kumsaidia huyu mtu na ananifananisha naye. Akamwambia, hebu niambie ukweli, ni wewe. Basi alimjibu akamwambia, vile unavyofikiria kuhusu mimi, basi basi ndivyo. Lakini basi alimsaidia kuutoa mkono ambao alikuwa ameuficha akiwa ameshika kisu. Akamuuliza, aya, niambie unataka kufanya nini? Mimi ni dancer lakini hapa mkononi mwangu nina silaha ya kujihami. Je, kuna shida? Haya, wanatazamana hapo. Yaonesha binti alikuwa amekuja hapa mahususi kwa ajili ya kummaliza huyu jamaa, kumuua. Akamwambia ni nini ambacho nataka kufanya? Unanificha nini? Ndipo akamjibu akamwambia sababu ziko nyingi na yapenda macho yako Askari ule akaja haraka kawambiaff, eh, kuna mtu anakuja anakujasiu kakutwa hapo. <sighs> Baadaye cha alienda kukutana na askari wake huko mm, katikati ya jangwa sehemu ya siri. <sighs> Eh, vipi mambo ameendaje? <inaudible>

Sasa hatujajua bado nini kinaendelea, lakini bado tunachunguza. Kama nikimuua sasa hivi hatutajua ukweli. Akachomoka hapo, akaelekea upande wa pili kule kwenye upande wa farasi e, akasema yaonyesha, hapa kuna mtu mwingine ambaye bado tujaweza kujua ni nani. Ni mara chache sana unapenda kula kunywa peke yako, mm, lakini mi napenda kunywa na wewe. Je, yeah, una kitu ambacho kinasumbua akili yako, umekuja kuniambia binti? Akasema hapana, em, usisahau kwamba mimi ni mjuzi wa mambo, macho yako tu nikikuangalia uwezi kunidanganya. Akasema nimekuwa spy kwako kwa muda mrefu sana, ukweli ni kwamba haijawahi kutokea nikasita uliponituma, ila leo imetokea. Kumbe ah, ni kuhusiana na Master Fu, sio? anasema ndio, kisu changu kilikuwa ni kama inchi chache tu kutoka katika kisu I mean, mkono wangu I mean, shingo yake ilikuwa bado kidogo nimchinje, lakini nikasita. Na hapa kwa mara ya kwanza nikajiuliza na kujihukumu. Nikasema, au labda pengine inaweza kuwa ni kwa bahati mbaya huyu, au pengine ana au huyu ni mtu wa kawaida kweli? muaji wa kawaida, au anatoka kwenye lile dhehebu la demon eh, ni nani?

Lakini jana usiku hata kile nilichokuwa nataka kufanya hakuonesha kama anataka hata kujiangalia. Kwa hiyo ni mimi nilifanya makosa, hata sikutumia nguvu, ningeweza kufanya chochote. Kama ikiwa unadhamiria kufanya hivyo, nitakusaidia. Mimi na wewe tumefahamiana kwa zaidi ya miaka. Ehe, lakini licha kuwa hata mimi nilikuwa spy zamani. Bado naona umuhimu. Nilihitaji mtu wa kunisaidia kujua kila kitu nachohitaji kujua. Wakati mwingine mambo kama hayo hutokea. Wewe ni mwanamke mwenye akili, kwa hivyo fanya mambo yako kwa akili. Kwa hivyo fanya mambo yako kwa akili. Mtu mwenye akili hafanyi makosa ya kipumbavu, mwalimu. Kwa hiyo ulikuwa unanishauri. Haya basi wamepiga stori hapo, baadaye sasa tunaona farasi anaingia kwenye kasiri tena, kuna upande ule na upande ule. Upande huu ni watu wanapata kufikia na kulala. Sino. Upande wa pili unampata. Sasa ameletwa taarifa, anaambia hayo ongea. Yani yuko pamoja na ndugu zetu wengine wa dada wengine maspai. Hawajarudi. Toka jana hawajarudi, wamepotea. Eh, hiyo kidogo ikawa taarifa ya tofauti. Haya, fanya ranka, fanya ranka. Sasa wale wafungwa ambao pia ni watumwa. Eh, katika gereza hili ndani katika kasri hili maeneo haya au eneo lililoitwa 10000 house. e, hawa, hawa wafungwa ambao ni watumwa pia huwa wanatolewa maeneo majira fulani, labda asubuhi au nini, wanapelekwa upande ule ambao kuna kuwa na maghala ya chakula au wanyama, ngamia, farasi. Wakati mwingine wanaenda kuwaogesha farasi, wakati mwingine wanaenda kubeba e, magunia labda ya nafaka, wanatakiwa yahamishiwe au yapelekwe jikoni, hey Manu, na vitu kama no Anasema naona leo watumwa wanafanya kazi vizuri sana. Mm, Miss Mark. Ebu mwacheni, hii mizigo yote ataibeba yeye. Eh, kidogo basi wale watumwa wengine wote wakaambiwa. Zile gunia zote ameachiwa jamaa hapo. Sasa alipewa kazi ngumu sana. Halafu Miss Mark kaketi pembeni anamtazama tu namna hii. Mchizi ya kuongea chochote. Kabeba gunia anasema. Unaweza kuona ule mjeledi jinsi ulivyokuwa una nguvu. Yaani ukipiga hata kama ni kwenye gunia unachana gunia. Imagine wanapigwa na hiyo mjeledi wakati wanavutaga yale magari yale ya sedan. Jamaa akamuuliza unajaribu kufanya nini kwani? Kumwambia unajua ni mtumwa wangu. Sasa utafanya kile ninachokutuma ufanye. Sema, Xiao Fan. Ehe, nini? Vipi? Unataka kufanya mgomo eh? Haya anza kuokota. Okota. Hey, yani mtu alimsaidia wakati ambapo likuwa bado kidogo wa Lakini sasa hivi anamfanyia vitu kama hivi. Mwanadada naye anakaroka ajabu. Jamaa kaanza kuokota. Anaokota polepole, anaokota. Upande wa pili Murong akawa anachungulia. Aliona kila kitu. kitui aoilio zimeopanda mauli sasa anaambiwa leo pakipatikana pati, pati, ni maharage yamebakia hapo chini hata pewa chakula sasa. Baadaye basi bibi akawa ameenda kuketi pale mezani mm, kwa ajili ya kula. Wafanyikazi wote wakaambiwa waondoke. Mpenzi utakuwa na muda? Nahitaji tuongee. Kama unataka kuniomba omba vitu vyangu vile usi, usiangaike tu. Hivi kwa nini unamnyanyasa kiasi kile? Au kwa sababu yani ameamua ali kusaidia. Kwa hiyo kama alinisaidia mimi sikuhitaji msaada. Nilidhani lile eneo lina sheria zake, lakini kumbe chuki nayo inahusika. Hii imezidi sasa. Mimi katika macho yangu, Fu Hongxue yule ni mtumwa tu, si binadamu. <tutu> Yani, yeye ni kama vile navyoona wale farasi na ngamia. Hivi unajua farasi au ngamia ambaye hajapatiwa mafunzo hapa anatakiwa atritiwe na mwalimu. Yaani unatakiwa umtandike tu mpaka pale atakapoacha kiburi. Haya, alafu baada ya kufa, eh, hiyo asira yako inakuwa. Unajua na hofu kidogo. Inshallah. Huyu jamaa pia inabidi tumuue tu. Wenzetu ukishaitwa slave, ukishaitwa mtumwa, wewe si binadamu yani. Mtumwa kwao ni kama pets, wanyama au kitu kingine ambacho sio binadamu, yani unakifanya unavyotaka wewe. Baada ya kuchati naye inakuwaje naye asira zote za nini? Hebu ngoja nikuambia kitu hivyo. Unajua tarehe zako za kufunga harusi ndoa zimekaa Haya, hapa nimeona wafanyikazi wameanza kuandaa mara taa, wengine wanachukua kuku kule, wameshaanza kuandaa. Eh, ndio itakuwa kubwa sana. Kwa nini kuna shida? hii itakuwa ni familia yangu si ndio? Ah. Miss Dee alikuambia sasa hivi ni ukweli, utamwoa Ma Fangling? Yani, Miss Dee, ndio unachotaka? Niambia, kwa nini siwezi. Ni mrembo kuliko wote. Sasa kumwoa inashindikana vipi? <laughs> Akina, niambia mm-hmm. Uh, si uh, uh, umekuja huku kwa sababu kuna yale maandiko lile jalada linalohusu mambo ya kuishi na kufa <laughs> eh, ni ni ni uh, uh, tumefanya nini wewe, tumefanya kitu gani? Yani kile kile wanachofanyaga mume na mke. Unacheka. Tuwe kwa. Unajua mimi na wewe hata hivyo yeye na mimi bado hatujaoa. Wa si chuna eh, eh, na tena yuko katika wakati wake yule bado ni. Wanatakiwa kuwa kwa njia sawa. Mimi sina chochote cha kunishinda. Nikitaka ni kufanya nitafanya. Kujini. Kama sitaki. Ijana wa. Jiwe fongkwanda aisha wa. Sasa kumpenda mtu kama yeye kuna shida. Bwana sasa eh, pua. Na nisipo mpenda yeye unafikiria itakuwaje? Si mademu wote watanipapatikia mimi. Hayo, kwa hiyo umepanga ufanye. Inabidi niende hivyo hivyo mpaka kilele. Wewe utaendelea kunifuata. Baada ya kusema yote hayo unamaanisha nini? Chochote kitakachowezekana nitafanya na chochote kile nikitaka. Kwa nini unaishi maisha feki? Kwa nini unaishi maisha feki? Maisha ni kufurahia. Kama unataka utatulia, kama hutaki uacha. Kwa hiyo unanilazimisha mimi. Mimi sijasema kwamba nakulazimisha. Hii ni nafasi ambayo inabidi tuelewane. Ehe, au ulikuwa unataka ni hajende hapo pia kiasi hicho. Ifikie mahali tuelewane hapo. Ha, <coughs> Maana yake wakati mwingine sihitaji kutumia nguvu ndio unielewe. <coughs> <coughs> Uwe hii guy, eh, inakuchukia sana na kuchukia sana. <coughs> Yaani sikuhitaji tena wewe. Asante sana afadhali hata umeongea. <coughs> Lakini unajua hata Mungu naye akuna. <coughs> Eh, eh, hizo ni za kitu gani nimesema kilichokuuzi kwanza? Niliwe <coughs> yule nzaba. Kama ni ukweli nilichosema, wewe umekasirishwa. <coughs> Ifikie mahali tuelewane. <coughs> <coughs> Eh, hivi kwa nini mimi usinipende? Kwa nini usinipende mimi? Unaenda unaenda kumpenda mtu mwingine ili iweje? Sasa hapo wanagombana, yani, ni kupigiana <coughs> <ili weje. tos> Ah, kwa hiyo ulikuwa unataka nikupende wewe ili iweje? Wewe ulikuwa unataka nikupende wewe ili iweje? Wewe ni nani kwa ni kwa mfano? Binti akawa memind sana. Jamaa anamjibiza <coughs> maneno makali, makali. <coughs> Hatari kabisa. Haya, wakati huo mtazamaji, <coughs> walipokuwa wamegombana kwa muda wote huo, basi kafika wakati jamaa ikabidi sasa <coughs> amtimu alikuwa anaongea lugha ambazo binti alikuwa anazipenda. Anasema mimi sasa hivi nakula bata tu na enjoy maisha. Nataka kuninyima raha mimi. Haya bado tunaendelea. Kumbuka ni episode ya saba na utamu ndo umeshaanza kukolea kiasi hiki. Mimi nataka tu nikwambie picha hii ni kali sana. Wewe endelea kuifuatilia. Na uzuri ni kwamba eti kuna mtu mwingine ananiambia ah, nilishagawahi kuiona. Swala sio kuiona. Swala nimeitafsiri mimi. Wewe ulipoiona imetafsiriwa na mimi picha ukitazama kama nimeitafsiri mimi, utaielewa vizuri zaidi. Uh, utaenjoy zaidi mm. Wewe fuatilia nacho kitafsiri, utakipenda zaidi. Mambo ya o, sijui shai kuiona, achana na hasa. Angalia, wakati chui nani akiwa pale, akamuona shwe yani. Shwe yani ni moja ya kati ya wasaidizi wake na wale mabodge wake ambao waga anawatuma katika. Sasa kumbuka katika kundi lile kubwa la mabodge na maspai wote huyu ni mmoja wao, lakini wengi ambao waliondoka hawajarudi, na ndo taarifa aliyoipewa mara ya mwisho. Huyu amerudi ameletwa na farasi, lakini na yeye pia inaonekana hayuko kama, unaweza kuona hali aliyonayo si hali yani, inaonekana kabisa kuna mambo yanaendelea. Sasa kutokana na hiyo hali chue nana alijitahidi sana kutafuta njia ama suluhu ya kufanya namna ili aweze kuelewa nini kinachoendelea. Unajua yeye ndo anatakiwa ndio kiongozi anayelinda huo mji wote ambao basi unahusiana na lile kasri wakiwa katika jeshi la siri. Akaanza kumtafuta mwingine mwenzao anaitwa Yulin. Mwone, basi anaangaika kwelikweli eh, anamtafuta Yulin, na sasa haijulikani huyo Yulin naye yuko wapi kwa sasa kwa sababu mambo kidogo inaonekana kama mambo sio mazuri Yulin haonekani, na eh, Shue nan sasa amerudi katika hali ambayo yuko nayo. Hii ni kusema kwamba kuna kitu kinachoendelea. Amefika mbele kule, anakuta miili ya mabodgadi wake wengi wakiwa wameuawa. Hii ni kusema kwamba kulikuwa kuna shambulizi sio la kawaida, wa wameuawa kama vifaranga vya kuku. Mawaai kukuta vifaranga vya kuku katika banda la kuku, kama wewe unafuga kuku mawaai kukuta vikiwa vimeuawa kuku. Moyo unavouma unaweza kufikiria umefiwa na yaani, unasikia vibaya sana alijisikia vibaya, akasema basi imeshakuwa ngoja niwarudishe, e, ntawarudisha wote. Aliwapata wale ndugu zake wengine wote, au marafiki zake, au watu wake wa karibu wale wote ambao anafanya nao kazi e, wakiwa ndio hivyo tena, wameuawa kikatili sana kabisa. Ni nani alihusika na mauaji yao bado hatujui. Haya, mtazamaji tukutane katika episodi ya nane kwa mwendelezo Aya, karibu sana. Ikiwa unataka kunisapoti tununue bando ili tuweze kuposti episodi nyingi kwa siku, naomba tafadhali utakuwa ukitumia namba ya simu ambayo umekuwa ukiiona kwenye screen yako mara kwa mara. Namba hiyo ni namba yangu mimi DJ wako, kwa hiyo unaweza ukanisapoti pale. We, changa unachoweza kuchanga ili mradi tupate bando tuweze kupost movie kwa sababu sasa hivi tunapata wakati mgumu sana, hatuna wifi. Kwa hiyo basi, tusaidie wewe kama shabiki yetu. Ikiwa hiki kitu unachokitazama unaburudika nacho, achana na kuangalia mtu mwingine kafanya au hajafanya, wewe fanya kwa nafasi yako. Tutakutana kwenye nafasi ya ma episode ya nane katika mwendelezo wa tamthilia yetu. Kama kawaida, tamthilia inaitwa Legend of Chi.